Baadhi ya wananchi wanajifanya wamechalukwa, wanajifanya wamepagawa, wanajifanya akili zao mbili. Msikilize huyu jamani, eh Watanzania, uwaga ni waelewa. Sina nilichokibakiza kwenye hili taifa. Mimi sio shoga, mimi siyo mpaka lipsti, na mimi sio mpaka wanja. Usiogope kushea klipu na ukuniforu. Nina hamu na mafwefwe, sio mafwele. Nina hamu na mlilo yeye anachekaga kwa mwezi mara moja, mimi nachekaga kwa mwaka mara moja. Wanakazania tu, polisi tumejipanga, polisi tumejipanga, tumejiandaa vikamlifu. Sikiliza, hamfiki hata elfu laki nane polisi wa Jamhuri wa Muungano hamjafika hata laki nane. Wewe na enzio jifanyeni mmecharukwa, jifanyeni mmepagawa hivyo hivyo, mwashawishi watu waende kwenye maandamano juu, mjifanya muogopi watu amaogopi maaskari na nini Laki, lakini upumbavu ambao mnaoendekeza mtandaoni wa kuwashawishi watu waende kwenye maandamano huu fala kaweza kutokea puani, tutakuja kuwatokea puani hiyo saa. Ujue maandamano yana hasara kubwa sana. Naona watu wengi wanajifanya jilipua sasa hivi, wafanya wao wanaongea ongea tu kisa wamepata simu zao za mkopo. Hasa nyinyi endeleeni hivyo hivyo, endeleeni tacho wakuta mtajua wenyewe, lakini sisi kwenye maandamano watuji kama nyinyi. Mnaenda nendeni, nendeni.